Kuchunguza tukio ambalo limetokea tarehe 29. What if findings zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia anatuhumiwa? Je, unahakikishia vipi Watanzania kwamba itakuwa ni tume huru hata kwa kutoa majibu yasiyo takikana kusikika? Asante sana. Tumekuwa tumeelezewa wasifu wa Dr taxi na Watanzania wengi wanajua mkweli, lakini mmesema mtachunguza vyombo vya dola, ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea alikuwa ndiye mchaji wa jeshi, na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hayo tatizo, inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo, yeye huoni kwamba haitendee haki hiyo tume kwamba atakuwa anapata paswa kuhojiwa, lakini yuko tume sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja jambo moja, mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya hivyo hivyo, tofauti tu inakuja kidogo kwamba kwa nchi nyingine Afrika Kusini na, na Kenya au na nchi nyingine iko kwenye katiba nyingine, sisi ziko kwenye sheria Uingereza, Ireland, uh, Canada. Kwa hiyo tutasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive unless sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia, rais na bunge ina mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye yeah, anaona inafaa. Kama mimi ndio ni kwa muundaji tume, labda ningiunda tofauti na wajumbe tofauti yeah. Kwa hiyo kila mmoja tutakuwa na maoni kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa yeah na anaanda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeunda mm -hmm. Chini kifungu cha tatu kwenye jambo ambalo ni public concern, ndiyo sheria inasema. Kwa hiyo ameona kama public concern tuunde tume. lakini jambo la pili ambalo imeuzia na tunalikuta kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest. Kuna njia nyingi la kuikwepa ikitokea au kama ipo, na kuna passive na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndio maana jaji unaambia naomba ujitoe, na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo kuna mapigezo hivi. Tukiona mjumbe wote ana conflict of interest, tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno eh, haina neno. Lakini nyingine, mwelewe m nasema, tume hii ni ya kisheria, wote tumekula kiapo eh, tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu, pia hiyo ina garantii uhuru wetu eh, uhuru wetu, kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha bila sinikizo la mtu yoyote eh, la mtu yoyote na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao eh. Eh, ushahidi wa kweli tutaupima, na nini eh, kama mtu tunakwenda njia gani, tutasema tume, afu ripoti yetu itakuja, itaonyesha eh, kwa sababu sisi tutapendekeza eh, kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili eh, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka lakini pendekezo letu eh. Kwamba iwe, iwe ripoti ambayo itapatikana eh, kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la nini la siwasukuwe sana, kuna njia zake tunajua namna ya ku ya kuweza kudili nayo hiyo kifiki